Hizi hapa ni hatua rahisi na kamera za kupika chai kwa kutumia mchai chai lemon grass kwa afya iliyo njema, zimepangwa kwa mtiririko mzuri ili upate chai yenye raza na harufu ya kupendeza. Makala hii imeandaliwa nami hey, Dr. Lucas hapa nikwambia kwambia, karibu ungane nami toka hapa tunapoanza mpaka tutakapotamatisha makala hii. Lakini kama tuweni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Tuende moja kwa moja tukazitazame, hatu hizo hatua za upishi wa chai kwa hatua nzuri, mtiririko, kwa kutumia kiungo muhimu sana hiki tunachokiita mchai chai. Hatua ya kwanza, andaa vifaa na viungo. Hapa tunaposema vifaa na viungo, cha kwanza ni lazima uwe na maji. Kwenye maji, pima vikombe viwili hadi vitatu, kulingana na idadi ya watu pia Chai chai majani mapya matano au matatu au vijiko viwili vya mchai chai mkavu. Unaweza ukatumia maziwa lakini ni kwa hiari, kikombe kimoja kama utapenda chai ya maziwa. Sukari kiasi unachopendelea, chai ya majani, lakini hii nao pia ni kwa hiari, kijiko kimoja kama unataka mchanganyiko. Kisu na ubao wa kukatia ni vitu muhimu ambavyo unapaswa kuwa navyo pembeni. Namba mbili: safisha mchai chai. Osha majani ya mchai chai vizuri. Ukitamatisha kuosha majani ya mchai chai vizuri, kata vipande vidogo vidogo au pasua katikati kati, ili kutoa harufu na ladha zaidi. Namba tatu: chemsha maji. Weka maji kwenye sufuria na yaweke juu ya moto Ongeza mchai chai ndani ya maji kabla hujaanza kuchemsha. Acha ichemke vizuri, chemsha kwa dakika tano hadi kumi ili mchai chai utoe ladha kamili. Namba tano, ongeza maziwa na sukari, lakini hii ni kwa hiari. Kama unapendelea chai ya maziwa, mimina maziwa sasa na uchanganye. Ongeza sukari kiasi upendacho. Acha ichemke tena kwa dakika mbili mpaka tatu. Namba sita. Chuja chai yako, tumia kichujio, chuja chai yako kwenye kikombe. Hakikisha hakuna majani au vipande vya mchai chai vinavyobaki. Namba saba. Tayarisha kwa kunywa, mimina chai yako kwenye kikombe. Unaweza kuipamba na kijani cha mchai chai kwa mwonekano wa kuvutia zaidi. Kwa vidokezo vya ziada, unaweza kuongeza tangawizi kidogo kupata ladha zaidi na faida kiafya. Usizidishe mchai chai, unaweza kuifanya chai iwe na ladha kali sana. Tumia mchai chai fresh kwa matokeo bora zaidi. Kabla hatujaingia katika hatua inayofuata, anaomba kukumbusha tu, kama tu ni wa kwanza kufungua chaneli hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele hii yote, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo pale tunakuwa tunaziaplodi. Hii ni safari ya afya. Suala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote, hivyo niendelee kutoa pongezi kwa wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizi upload. Sina kitu kingine cha ziada katika hatua hizo za upishi wa mchai chai.